Hautakuwa msimu mzuri kwa makocha wa Simba na Yanga, mmoja ataondoka. Ni maneno ya mdau mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo anadai kwamba umemaliza umemaliza matamasha kwa mbwembwe salama. Pacha mmoja alifanya tamasha Jumatano, mwingine akafanya Ijumaa, yote alifana. Wadogo zetu Bosokani na Zuchu walifanikisha shughuli nzuri nje ya uwanja. Ndani ya uwanja naambiwa kwamba eti timu zilificha mbinu zao. Vyovyote vile, huu hautakuwa msimu rahisi kwa kocha wa Simba Fadlu Davis, hautakuwa msimu rahisi kwa kocha mpya wa Yanga Romain Folz. Mmoja anaweza asifike Krismasi. Mabosi wa hizi timu na wafahamu huwa wanacheka na wewe vizuri katikati, tamasha la Simba Day au wiki ya Mwananchi, baada ya hapo wanaweza kukurusha panga muda wowote kuanzia hapo, hasa pale unapogundua kwamba baada ya tamasha, mechi ijayo ni dhidi ya mtani mdau. Anadai kwamba tuanze na nani? Tuanze na Fadlu huyu. Mabosi wa Simba wamempa wachezaji wapya kumi na tano amehusika kwa kiasi kikubwa kutengeneza timu ya msimu huu. Wengine wameleta kutoka kwao. Mfano ni beki Lusheni Delac na kiungo Neo Maema ambayo wote wametoka nyumbani kwao South Africa. Kuna huyu beki wa kushoto Anthony Mligo, wengi hawakumfahamu hapo kabla. Mabosi wa Simba hawakumweka katika akili zao, walimtaka Miraji Athmani wa Coastal Union, lakini Fadlu alimtaka zaidi Mligo na akashi, akashinda vita. Ni nadra sana kwa kocha kwa, kwa kocha wa watani kumaliza msimu kama Falu Davis alivyomaliza na bado viongozi na mashabiki wakawa na imani naye. Kuanzia kesho, imani inaweza kupanda zaidi au kushuka moja kwa moja, kutegemea na matokeo ya mtani katika ngao ya jamii. Kama itapigwa, kama akipigwa tena na mtani, hata kama utashinda mechi ya Gaborone, bado maisha yanaanza kuwa magumu kwa kocha Fadlu atajikuta amekalia kuti kavu kabla ya msimu hauja, haujaenda mbali. Hata hivyo kule kwa mtani hali hii hii kwa kocha mpya Roman Forizi huyu naye, kuna namna anaweza kujikuta amekalia kuti kavu bila kujijua, kwa kuwa kwanza yeye wachezaji wengi hajawajua na kwanza ni msimu wake wa kwanza, wala hajawahi kufundisha ligi yenye pesa kubwa kama hii. Hivyo itakuwa imani yake ni kuu ndogo zaidi kwa mashabiki, kama endapo atapoteza mechi kadhaa katika katika mashindano ya ligi za mabingwa au NBC Premier League, hivyo atajikuta na wakati mgumu zaidi. Hivyo naye anaweza kaondoka, kwa kuwa mabosi wa Yanga nao sio wavumilivu kama ilivyo kwa mabosi wengine. Hivyo matamasha yao yameisha, basi nao wamecheka, lakini kwa mabosi zao wao huaga, wana fly kwenye matamasha, ila kuna kufuata wanakuwa ni huzuni.